Wananchi wa vitongoji vya Msokelo na Fungani kijiji cha Mnazi kata ya Nalingu mkoani Mtwara wameishukuru Serikali kwa kuwapelekea mradi wa umeme wa zaidi ya bilioni kumi na tano unaotekelezwa na Wakala wa Nishati Vijijini rea ambao wamesema wanakwenda kubadilisha maisha yao. Kunufaika kwake kwanza, kwanza tutawasha majumbani mwetu, lakini pia itakuwa kipaumbele cha kuchochea maendeleo yetu sisi kwa sababu kuna biashara tunataka kuzifanya, lakini hatuzifani kwa sababu ya umeme haupo. Lakini ukishafika maana yake hizo biashara ambazo tumezilengalenga tutakuwa tunazifanya. Lakin... kwa hiyo tunak... inabidi samaki, siku zingine maji ya jioni hatuna, lazima tukaange. kama tungekuwa na umeme tungechukua umeme tukaweka samaki asubuhi, tukakaanga, lakini inabidi tukaange na usiku hata msimu wa chuchungu ukifika, ni usiku, akirudi kule saa kumi mpaka saa sita za usiku, tuko nje, kwa sababu friji tatizo, umeme hakuna, mpaka tupandishe sasa. Kwa hiyo yote, kama ni kweli umeme una, nashukuru kwa mradi wa REA kufikia katika kitongoji chetu, kulingana na mada ya changamoto ambazo tulikuwa tunaipata, kulingana hii sehemu ni ya bandari, wanapotufikia kushukuru mradi wa umeme tunafurahi sana kwa sababu hata tunapopata mazalio ya bahari inakuwa ni vigumu sana kuhifadhi kulingana na umeme. Awali akimtambulisha mkandarasi kwa mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Patrick Sawala, meneja usimamizi wa miradi ya kusambaza umeme REA, mhandisi Deogratius Nagu, alisema REA itatekeleza mradi kwa shilingi bilioni 15 kwa kusambaza umeme katika vitongoji mia sabini na tano utakaonufaisha kata elfu tano mia sita arobaini na sita mkoani Mtwara. Mradi huu katika mkoa wa Mtwara sasa umekuja kumtambulisha rasmi mkandarasi ambaye atatekeleza hapa, ambaye ni kampuni ambayo inaitwa DIEYNEM Co Ltd, ni kampuni ya kizawa ambayo itatekeleza mradi huu ndani ya miaka mitatu kuanzia Januari 2026 mpaka Januari 2029. <coughs> Mradi huu katika mkoa wa Mtwara utahusisha kupeleka vitongoji takriban 175 kwa gharama ya shilingi bilioni 15.5, utanufaisha wateja takribani 5646 Nitoe tu <coughs> ahadi kwamba kwa mradi kwa huu sisi hatutaomba muda wa ongezeko la muda kwamba tutatekeleza mradi huu ndani kipindi husika. Kwa mradi huu pale unakopita kwenye zile njia payo, ambako tunaweka miundombinu hauna e, fidia. Kwa hiyo kama kuna sehemu ambao tutapasa tupite kata mti au minazi au mazao basi niombe tu ushirikiano, na katika hesabu tunayofanya sisi mara nyingi tunajitahidi tusiathiri sana hiyo hizo hizo haya mazao au hizo mali za wananchi. Ombi langu kwenu, mwashirikishe viongozi wa ngazi zote kabla ya kuanza mradi, umeona nani nani, inatakiwa ipite hapa miundo mbinu hiyo, pana nani, pana shamba, pana nini Kabla uja, watu wako hawajaanza kufyeka, mwone kiongozi. Wananchi hawana shida, wanataka umeme, lakini je, unawa approach vipi? Wakati mwingine approach zetu tu ndio zinakuwa sio sahihi. Tutafute the right approach, lakini nikasema niliseme hilo ili tuweze kuishi ku, ku, ku, ku, nao vizuri, waone wao ni sehemu ya mradi huu.